Eh, alo mtaalam, aza huku sio salama kabisa. Yaani ni salama kiasi. Ile dawa ulionipa nilifanya kama ulivyonielekeza, lakini si ulisema kwamba asinione mtu? Sasa kwa bahati mbaya eh, ndiyo niliogea nje, ilikuwa asubuhi. Sasa kwa bahati mbaya, wakati niko nje naoga dawa nimeshamaliza tayari kuoga nageuka nyuma namwona jirani yangu na ameniona, yani amenishuhudia, ameni kila kitu mpaka manuzi yangu ilikuwa yote nanuia kuioda. Sasa sijui hapo tunafanyaje? Nikasema nikaona kwamba ni bora nikupigie simu mapema ili tujue cha kufanya, nilinuia vile vile ulivyoniambia <tuhi> <tuhi> Wifi, napika hapa mboga za majani, nimewachelewesha hivi. Unapenda mboga ya majani iwe imeiva sana hiyo mbichimbichi? <tuhi> Onja chumvi. Naona maigizo yalio yanahusiana na mganga. <tuhi> Uh, uko kwenye ao ya uigizaji. Tena igizo la leo limeanza le tangu asubuhi. <tuhi> Unaonekana msanii mzuri sana. Asante, asante sana wifi yangu, yaani natamani kujua kwenye movie yenu wewe ni steringi au adui? Ah, sikuwahi kujua kama kaka wangu ana mke mwenye kipaji namna hii. Ah, ongera. Ah, unajua uh, wifi, jitahidi <laughs> unaweza ukapata tuzo ya msanii bora ya kike mwakani.

Kupiga simu zangu haifaa, kama uzioni nilikuwa bize. Hiyo bize hiyo, bize gani mpaka simu zangu usipokee? Sio ni simu ndugu yangu, ningekuwa naona simu nishapokea hey, Yani uko bize wakati hapo una pochi kabisa na simu ipo, ni pochi bize? Bize gani? Niko bize, shoga yangu, mda mwingine nakuwa sioni simu, mambo mengi haya. Sawa, uko bize, naomba hela yangu. Sina hela shoga yangu, nipe siku mbili nikukusanyie, afu nitakupa. Yani sina siku mbili wala siku moja, jina langu limefika muda. Hela yangu, yangu naitaka mwenyewe, nadaiwa. Naelewa, nipe siku mbili wewe, nipe... oh, hey. Aiacheeesaa mwena... juaaswahi Kuna... ulikuwa una simu mara ngapi? Lini nimechelewesha lini nimechelewesha? Nipe majibu. Nakupa hela, nishakwambia nakupa hela. Sitaki nitakupa au nitakupa baadaye. Nataka sasa hivi. Sina hela kukupa. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Hhaia, nenda nayo, nenda nayo. Sio shida zangu. Hesabu ela, hesabu zimetimia, zijatimia? Ela tumepata keza nini? Kwa hiyo natakaje? Ela tumepata unatakaje? Angalia na ziwa lake. Naenda kunyesha. Nenda bwana wewe.

Uh -huh. Yaani mke wako simulii kabisa ni mpaka anaogopa. Kafanyaje? Mm, mjua nimemkuta jikoni anaongea na simu, alafu anaongea na mganga wa kienyeji uh -huh. Yaani inaonyesha dhahiri mke wako ameanza mambo ya kishirikina wewe. Anifa, Anifa, Anifa, mdogo wangu yule, mimi ni mke wangu tena wandoa, sawa ukiwa unaongea maneno yako unatakiwa uongee kwa kitu. Mwanamke wangu mimi ni mshirikina? Unataka kusema mwanamke wangu mimi ni mshirikina, mchawi, si ndio? Sasa mimi nitaanzaje kumsingizia haya? Haya, mimi nakwambia kitu cha kweli na nakwambia kwa sababu ni kaka yangu na yule ni mke wako. Mimi naofia kuhusu wewe, siwezi kujali kuhusu yeye na kuofia wewe, kaka yangu Anifa. Ulifungia size pagumu. Anifa, nisikilize Umeona hapa nimekaa, umeniita nimekaa kistaarabu. Ukitaka nibadilike naweza kukuonyesha rangi yangu nyingine. Alo, nitakuzaba mabao, nitakukata mabao, nikuue wewe. Unamwongelea hapa mke wangu? Unajua una vitu vingi sana vya kufanya, haina haja ya kumchunguza mke wangu. Anifa, nitakukata vibao, nitakuvunja wewe au unaongea na mtu tayari ambaye dawa zimemkolea. Mimi yaani hapa mimi ndo hapa kwa hapa unaziona dawa, yaani mi tayari. Wewe unanikosea adabu, wewe unanikosea adabu, unani unanikosea adabu, Anifa. Ukiongea na mimi kumbuka, mi ni kaka yako, ongea kwa discipline. Unasahau kwamba mi kaka yako, unaongea unachojisikia tu si ndio? Aya, Nifa, toka. Alo toka, toka, toka kutoka anatoka, lakini mi siwezi kukalia kimya, tunaona maovu yanaendelea. Yaani kishindikana, hata mimi nitamwambia wewe, wewe Hanifa, wewe Hanifa, hujakuwa mdogo wangu, mkangwa wa ndugu zangu mimi nawajua na wajua, unajua yule alisinikwambia ameniita pale, anaanza kuniambia sijui yeye alikukuta anaongea na simu, sio? umeshanielezea mume wangu mimi. Ngoja nikwambie kitu Anifa, unajua ni binti mdogo eh, kuna vitu bado hajayavielewa katika maisha. Sawa, mimi naomba msamii, punguza hasira. Msamii na hiyo masuala sijui ya mama sijui kama vipi waondoke, yule ni mama, ni mama yetu sote, ni mama ako, amekuzaa Anifa. ni mdogo wako, wasamee mtunu wangu. Wewe hujawajua bado bwana, wanafona hawa watu, wanagubwa wana maneno hawa Hawa sio katugombanisha tu no. Ngoja nikwambie kitu kipenzi. Huwezi kupata watu ambao wamekamilika. Kila mtu ana mapungufu yake. Ni kweli. Mimi mapungufu ya mama naweza kuyavumilia ah. Na Anifa pia mimi anipi shida. Kwa hiyo ah. usijali, mimi nitamuelekeza tu taratibu na nina imani kabisa atanielewa. Muelekeze. Tena umwambie kabisa kwamba ajue mimi ni kaka yake. Naelewa. Na wewe ni mke wangu. Naelewa. Na, na sio tu mke wangu mpenzi, yaani mke kipenzi, <laughs> lazizi. Tabasamu basi. Ah. Mimi amenikera kweli, rafiki wangu amenikera. Basi usiwe na hasira. Make mambo mazito haya. Naelewa lakini hmm. usiwe na hasira sawa. Wewe mwenyewe umeshasema kwamba ndugu wa mume mawifu anakuaga na ma ha, magubu. Magubu. E, kwa hiyo wewe usijali, mimi nitazungumza naye vizuri na hata nielewa, kwa sababu mimi anifa nampenda, sawa hmm. ni wifu yangu ambaye inampenda, sawa hmm. kwa hiyo mimi nitazungumza naye, kila kitu kitakuwa sawa na naomba pia umusame. na namwombea samani ah. Unawadekeza wewe unawadekeza kweli, si umeona alikuja na kilo saivi n, wananenepa. Midekezo, midekezo. Sasa usisimange hivyo, najua ni ndugu zako. Najiskia vibaya. Ataka ubeza umbea wa chumbani? Mbona mingoja nikwache, ila siri asiongea naye mwambie kabisa mambo ya familia yangu asitaki kuya nani. Sasa nakupenda pia, nafanya kwa sababu nakupenda sana, <laughs> <upenda> <laughs> Nembe mi nimekuwa kwenye chupa mie. Chupa natosha. Nikujia na nini? Chochote. Chochote kitu. Ushawahi kusikia chochote kitu? Kwa hiyo kaona mwambie kaka yako ngoja hmm, tu nikwambie kitu, kitu yule huyo ni kaka yako, mimi sijakataa. Tina wa mama mmoja na baba yenu ni mmoja, yaani nyinyi ni ndugu wa damu kabisa lakini naona unajisahau kwamba mimi yule ni mume wangu, yaani linapoingia giza tunashare kitanda kimoja na shuka hili tena tunakuwa kama tulivyozaliwa. Huwa anajua kwenye giza hilo hilo, huwa unamwacha peke yake, unaenda kuanga. Kwa umri wako naelewa kabisa umewe kusikia kuna msemo unasema hakunaga mkate mgumu mbele ya chai au jui kusikia. Sasa naelewa kwenye movie yako huwa unahusika gani? Niliwahi kusikia kwamba mawifi wanagugu sana na hawafai kabisa kukaa nao nyumba moja, ila sikuwahi kukufikiria wewe kabisa. <sighs> Niliwahi kusikia pia kuwa mawifi huwa wanabadilisha akili za kaka zetu, leo ndo nimeelewa. mm-hmm. kwa unataka useme nini? Unahisi mimi na wewe kakaako atamsikiliza nani? Eh? Mtazame kwanza sura yake ilivyojaa nuks na mikosi. Hmm. Hmm, mama naomba uongee na binti yako, naomba umwambie kuwa mimi ni kaka yake, mfahamisha na kumkumbusha kuwa mimi nipo kwenye ndoa na yule ni mke wangu. Asiwa anakuja kwenye nyumba yangu kutaka kuharibu ndoa yangu na kuanza kuongea maneno ambayo hayana tija. Kwani kaongea nini? mwanao aliniita asubuhi akaanza kuniambia kuwa mwanamke wangu mimi ni mchawi, si mwanamke wangu mshirikina, mwanamke wangu sijui nini. Yani ana mambo mengi kweli. Sijapenda hiyo tabia na sitaki jirudie tena. Kwao naomba ongee naye. Anavyosema kaka, kwa kweli mwanangu ndiyo. Mama mimi nimesema ukweli wangu, nimemkuta kweli mtu anaongea na simu, anikuona anaongea tena na mganga wa kienyeji. Sasa mimi kosa langu nini hapo? Umemwona, umemwona Unaona so, si unaona, usiseme mganga ni yeye simu, si unaongea na mtu yoyote eh, na ongea yoyote? aka amemwita kabisa mtaalamu, kwamba mimi sijui kwamba mtaalamu ni nani. Kwa nini sikwambia ukweli, we kaka wangu, ndo maana nakwambia ukweli na usikute mke wako amemuua mwenye mama. Wewe nifa, wewe, we nifa, nifa ndio wao muone mke wako ana mambo ya kishirikina. Nifa mdomo huo. Mama emnisikilize. Mama uo, u, ni, ue, ue. Mama mimi nitamkengeua, nitamkata dada yako. Usimpige samee, wewe umekuwa kiasi cha uwezo unasimama mii one to one. Kweli nifa hapa ndani patawashinda, nawambieni, nyumba yangu itawashinda. Nifa Ye mama, maneno mazito hayo. Unathamini mwanamke kuliko sisi? Uzima huo, hizo midawa hiyo, mimi nimekwambia mama, mwanao mama karogwa mama, mama Mama umeona mtoto wako mama, uh, mama umemwona mtoto wako? Nimeshamwona, mimi nipo kwenye chupa yaani? Wewe uko nyumbani kwangu bado unaniambia mimi niko kwenye chupa? Msamehe mwanangu ah. Wewe basi msamehe, msamehe ah, ah. Msamehe mwanangu huyu dada yako naye, nyamaza na wewe mama, wewe uone, umuone, wewe mwanae, mama, narudi tena mwanae kule kule, msamehe mdogo wako ah ah, mama Mama, nitakuja kufanya tukio mundani, mahakama zitafunguliwa usiku. Nawambieni haya mambo ya kuingiliana na huyu mtoto, kidole na macho, usamehe. Alo, wewe wewe Anifa, wewe Anifa, mdomo uliuponza kichwa Anifa. Eh, kwani na wewe hivikaondoka midomo hmm. hmm. ingine nauponza kichwa kweli. mzi kampenda mke wake, wewe unavyotaka kupiga usiingilie eh? mambo ya mwanamke na mwanaume haingiliani. Kuna vitu vyao vinakuliwa, we oh, unavimeza